Asalamu As alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Dkt. Mlkutum Omar Amad, daktari wa bingwa masuala ya kina mama na uzazi, lakini ni mmoja kati ya madaktari wabitha Zanzibar katika masala ya haji lakini pia kwa tunafanya vipimo vya afya na udadisi wa madaktari wa mahujaji kujua afya yao, ili nikiwa ni katika sehemu ya maandalizi ya safari hii adhimu ya hija. Lengo ya kufanya vitu hivi mapema ni kutambua yule hujaji ambaye atakuwa na changamoto za kiafya na kumpa ushauri unaostahiki, na kama kuna mtu ana shida kiafya, basi tuanze matibabu mapema, ili ikifika wakati wa hija, kila mmoja awe vizuri katika kutekeleza ibada hii ya hija. Uh, wito wangu kwa mahujaji wetu watarajiwa wote, wale ambao wana matatizo madogo madogo ambao wanahitaji dawa, basi wafuate maelekezo ya madaktari. Wale ambao wako sawa wajitahidi kuendeleza kufanya mazoezi ili kuweka mwili tayari kwa ajili ya safari hii ya adhimu, na wale ambao bado hawajachunguzwa afya zao, basi nawasihi wakachunguzwe wa afya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya safari hii ya adhimu, ili kila mmoja tuende salama, turudi salama. Sote tusisahau kwamba alhajju liman istata. Hija ni kwa mwenye kuweza. Na uwezo hapa ni uwezo wa kiafya na uwezo wa kimali. Una uwezo, unaweza kuwa una uwezo wa mali lakini afya yako ikawa na mtihani ikakusumbua katika masala ya hija. Kwa hivyo kuipa nafasi afya katika masala ya hija ni sawasawa na unapoipa nafasi mali yako katika masala ya hija. Kwa hivyo tuchunge afya zetu, tuchunguze afya zetu, pale penye matatizo tufuate ushauri wa madaktari na tufanye na mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na safari hii adhimu. Mwenyezi Mungu atujalie sote tukafanya haji mabrur wa dhamba maghfur wa amal salih maqbul wa, wa, wa tijara lan tabur.